Wewe ukikopa una nidhamu. Tulijiridhisha na vikundi hivi, vikundi vilikuwa vingi. Ni mikopo ambayo haina riba, ni mikopo ambayo inatoka kwa maelekezo ya serikali. Una nidhamu ya ile fedha uliokopa. Utoaji wa mikopo hii kwa halmashauri ya Kongwa ni kwa awamu ya pili. Napenda kushukuru sana kwa ajili ya kupata mkopo. Ukikaa kimya, tukabaini nyie wote wawili mtakuwa umetenda makosa. Kwa sababu ni mikopo ina maana na lazima irejeshwe. Uchaguzi ni uchaguzi na mkopo ni mkopo. Pesa za mkopo haziliwi bali zinazalishwa. Tunashukuru halmashauri kwa kuwa na sisi ni wanufaika wa mikopo ya asilimia kumi. Tunaishukuru sana serikali yetu kupitia halmashauri ya Wilaya ya Kongwa. Na tunaahidi tutarejesha vizuri. Mkuu wa Wilaya ya Kongwa Mheshimiwa Mayeka Simon Mayeka amekabidhi hundi yenye thamani ya shilingi milioni 277 kwa vikundi 21 vya wanawake, vijana na wenye ulemavu, ikiwa ni awamu ya pili ya utoaji wa mikopo hiyo. Hayo yamejiri mapema Aprili 25 mwaka huu katika ukumbi wa chuo cha VETA Wilaya ya Kongwa mkoani Dodoma na akiwasi wanufaika wa, wa mkopo huo kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa na kulipa marejesho kwa wakati ili kuepuka kuilaumu serikali pindi inapochukua hatua nia ya serikali ni njema mno, na mimi huwa nawashangaa watu wengi ambao huwa wanalopoka huko mitaani, wanaongea vitu vya ajabu kwamba serikali haifanyi kitu, hajafanya chochote. Na ukiona kati ya wale waliokopeshwa wanaiponda serikali, kujue ni yule ambaye hakurejesha mkopo, akadaiwa kwa kutumia nguvu. Kwa mtu ambaye amepewa mkopo akarejesha, akalipa vizuri hauwezi kumsikia nailaumu serikali hata siku moja. Na jamani, hizi hela sio za Sandakalawe, hizi sio hela za kugawa. Kwa sababu mnadanganyana sana kwamba hela ya serikali haina nani hii hata ukipotea nayo. Tena kuna wengine wamefika mahali mpaka wakasema tena kipindi hiki cha uchaguzi ndio hatudaiwi kabisa. Uchaguzi ni uchaguzi na mkopo ni mkopo. Maanake kuna watu wanafikiria kwamba kipindi hiki cha uchaguzi hawezi kuchukulia hatua. kwamba sasa hivi mwaka huu kwa sababu ni wa uchaguzi hata tusipolipa hawata tukamata kwa sababu ni uchaguzi. sio hivyo. na sio wilaya hii. Sisi tutakamata hata siku ile ile ambayo umesimama kwenye kupiga kula. Kama una makosa tutakukamata. Wewe unasemea tu uchaguzi. Siku umesimama kwenye kupiga kula. Tena tunaweza tukakusubiria upige kula kwanza. Alafu tunakukamata kwa watu ambao wako siria zina maisha, tulitamani kuona mabadiliko ya kimaisha kwa watu, kwa sababu hii sio fedha ndogo. Lakini unashangaa unakopa lakini maisha yako hayabadiliki, yako pale pale. Sasa shida huwa inakuja ni pale ambapo unautumia mkopo ndivyo sivyo. Katibu Tawala Wilaya ya Kongwa Biso Zingate amesema ni vyema kujiwekea utaratibu wa kufanya tathmini ya urejeshwaji wa mikopo hiyo katika kipindi cha miezi sita ya mwanzo ili kuwezesha ufuatiliaji wa marejesho kwa wahusika. Tusisubiri mpaka mwaka mmoja unaisha, tuanze kufanya tathmini. Ni vyema katika kipindi cha miezi sita sisi kama serikali tukaanza kujiridhisha, je, kikundi X kilikopeshwa kiasi hiki, mpaka sasa marejesho yakoje? Tukianza kufanya ufuatiliaji kwa pamoja, pale mwishoni mwa mkopo kazi inaweza ikawa rahisi zaidi. Bwana Omar Nkulo, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Kongwa, amevipongeza vikundi vilivyochaguliwa kunufaika na awamu ya pili na kuwasa kurejesha kwa wakati ili kuwezesha halmashauri kutoa mikopo hiyo kwa watu wengi zaidi. Ni mikopo ambayo haina riba, ni mikopo ambayo inatoka kwa maelekezo ya serikali, kwamba kila halmashauri nchini imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba kwa inakusanya fedha kutoka kwa walipakodi ambapo ni ninyi wenyewe wananchi na katika hizo fedha basi asilimia kumi yake itengwe kwa ajili ya, ya kuwakopesha vikundi makundi maalum kwa maana ya wanawake asilimia nne vijana asilimia nne na watu wenye ulemavu asilimia mbili Na kwa sababu ni mikopo, ina maana na lazima irejeshwe na na, lazim nafahamu kwamba ni mwaka mmoja mmepewa kuwa mmesharejesha fedha ambayo mnaikopa. Mna nimewapongeza ni kwa sababu mna bahati kutokana na ukweli kwamba walioomba ni wengi tuna vikundi zaidi ya 87 vilivyoomba na fedha kwa jumla yake iliyoomba ni bilioni mbili nukta sita kama sikosei. Sasa ukiangalia bilioni mbili na milioni mia sita ni fedha nyingi, kwa halmashauri haiwezi kuwa nazo zote, kwa sababu kwa mwaka mzima tuna tumeteka kutoa milioni mia tatu na kidogo. Kwa hiyo tunaona kwamba ni, ni fedha nyingi sana na vikundi ni vingi sana lakini, kama tunavyofahamu, kama mkopo ulisimama kwa muda, lakini kuanzia mwaka huu Julai tuliambiwa tuanze kutoa mkopo huo, na kwa awamu ya kwanza tulishatoa milioni mia tano sitini na tano kwa vikundi hamsini na nne na ninyi mko kwenye awamu hii ya pili tutatoa milioni mia mbili sabini na saba kwa vikundi ishirini na moja. Kwa hiyo utaona kwa ujumla wake zinatoka zaidi ya milioni mia nane arobaini na mbili. Kwa hiyo ni fedha nyingi ambazo kwa kweli ninyi mkirejesha wote, mkarejesha kwa wakati, mtatufanya sisi tutoe mikopo kwa watu wengi zaidi, hawa wezedo ambao wanasubiri Mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii ya halmashauri ya wilaya ya Kongwa Bi Pascalina Due amesema katika awamu hii halmashauri imepokea jumla ya vikundi 87 na baada ya mchakato kukamilika, vikundi 21 vya wanawake, vijana na wenye ulemavu vimenufaika, huku wanufaika wa mikopo hiyo nao wakizungumza. Tuliweza kupokea maombi ya vikundi 87 kwenye mfumo wa wezesha na baada ya kuchakata maombi yale kwa mujibu wa mwongozo na kanuni za utoaji wa mikopo basi, tumefanikiwa kupata vikundi ishirini na moja vya wanawake vijana watu wenye ulemavu, ambapo vikundi kumi na tatu ni vya wanawake na vikundi vikundi saba ni vya vijana na kikundi kimoja ni cha mtu mwenye ulemavu. Naitwa Francis Henry, natoka Kibaigwa, kikundi cha twiga vijana sisi ni wanufaika wa mikopo ya asilimia kumi. Tunaishukuru sana serikali yetu kupitia halmashauri ya wilaya ya Kongwa. Tumekuwa wanufaika wa mikopo hii ya awamu ya pili, kwa hiyo tunaahidi kwamba kwa tuko tayari kurejesha mikopo yetu kama ambavyo tumefunga mikataba yetu na serikali, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba mikopo hii itatusaidia sana sisi kwenye jamii zetu. Tutalipa ada za wanafunzi, lakini pia shughuli zetu za kiuchumi zitaimarika zaidi. Kwa jina naitwa Debora Boma kutoka kikundi cha Kibaigwa ni kikundi cha Nyemo, ni kikundi cha wamama, tunajishughulisha na ufugaji wa samaki. Tunashukuru halmashauri kwa kuwa na sisi ni wanufaika wa mikopo ya asilimia kumi. Tuiahidi tu serikali tutakuwa waaminifu kurejesha marejesho. Kwa majina anaitwa Methodi Zakayo Marechera, mwenyekiti wa kikundi cha nguvu ya nguvu ya vijana Banyibanyi kati ya Ogolo. Kwa hii mikopo tulioipata ya asilimia kumi ya halmashauri itatuwezesha kwanza sisi wenyewe kujikwamua kiuchumi pamoja na jamii inayotuzunguka na kupiti, kupitia hilo tunaahidi kufanya kazi kwa nguvu kwa miradi tulioiweka katika kipaumbele chetu ili kuweza kurejesha kiwango chote cha hela tulioipata. Kwa majina naitwa Eda Paulo Ruhamu mwanakikundi wa kikundi cha Ushoni Upendo Kongwa. Tunamshukuru Mama Samia, tumepata mikopo ya asilimia kumi, tutaenda kuendeleza biashara yetu, sini mafundi cherehani, Tunashona tunauza nguo. Kwa hiyo tunashukuru, tunaendeleza biashara na tunaahidi tutarejesha vizuri. Kwa majina naitwa Margaret Charles, ni mwenyekiti wa kikundi cha Tumaini Songa Mbele B. Tumepata mkopo, tutaenda kufanya biashara na kurejesha vizuri kwenye kikundi.